Popland Hebo Clinic, suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi ni iotv miladiocom amplify clouds fm na clouds fm to so 20 naitwa millard ayo hapa ni johannesburg south africa kwenye kitongoji kinaitwa midrand na niko na chege chigunda mkata mkaa ambaye ni mmoja kati ya wakali kutoka bongo fleva amekuja hapa ameweka kambi ya siku kadhaa siku ngapi sahivi uh, kama mwezi mmoja kasoro siku tatu hivi bwana hiyo mm -hmm. pesa yote umekuja kuweka unaishi unakula unafanya nini ni kazi umekuja kufanya oh, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, ni kutafuta njia rahisi ya kwenda mbali zaidi ya, kwa sababu huku South Africa vitu vyao viko tofauti na kule nyumbani. Huku wame advance kidogo, kuanzia production, kuanzia artist ambao wanafanya hapa na kila kitu yani kiko mbele. Kwa hiyo, zamani tulikuwa tunajitahidi kwenda Kenya, Uganda kutafuta njia kutoka nje ya Tanzania, lakini ime, imefikia time ambayo inabidi twende sehemu nyingine kubwa zaidi ili kwenda mbali zaidi kwa sababu mifano inaonekana watu wanatoka sasa hivi wanaenda mbali. Okay, yeah, ulikuja kufanya ulifanyaga kazi kwanza na DJ Maforisa wa Uhuru. Mm-hmm. Ikafanya vizuri sana Tanzania, we na we na na na temba, na sasa hivi umerudi tena, umepitia mikono yake? Yes, nimepitia pale pale ya, lakini utofauti ni kwamba mwanzoni tulifanya featuring na DJ maforisa mwenyewe, lakini this time tumebadilisha kidogo. Nimefanya kolabo na msanii kutoka Uhuru pale pale, pale lakini sio mapolisa. Nimefanya na Mr Miyagi ambaye alifanya kolabo na Mafikizolo katika ngoma inaitwa Kona. mm. yeah, uh, then nimefanya na msanii kutoka Nigeria anaitwa Run Town. mm -hmm. yeah. Ongera sana bro. Hizo connections zote zimekuaje? Connection, kiukweli chanzo cha connection ni, yeah, mimi wakati nakuja huku nafahamiana na, na, na, na mafolisa ndio, lakini connection na kufanya na wasanii wengine imetokana na Diamond. mm -hmm. yeah, a mimi ilikuwa ni ugumu kidogo kuanza ku mtu nao si moja kitu. Acha. Yeah. Studio, chorus, kwa sababu nimetoka na idea ya biti Tanzania, nikaomba mapolisa, this time nataka kufanya idea ya mdundo wa kinyumbani zaidi nikamsikilizisha nikaingiza chorus a, wakaupenda sana ule mdundo na chorus. Akanishauri kwamba kwa nini tusimtumie Davido, kwa sababu taimu yangu ilikuwa ni fupi. Mimi nikamwambia, Davido inaweza kuwa taimu haitoshi kufanya naye video, na mimi siwezi kufanya audio bila video. Sijawa na plani za kwenda Nigeria, labda uniangalie mtu mwingine. Akawa nafikiria Wizkid, akamfikiria Runtown, lakini mimi nampenda sana Runtown. Nikamwambia naomba nifanye na Runtown kwa sababu kwanza atakuwa ni mpya Tanzania. Aya, uh, Wizkid amefanya na msanii wa Tanzania tayari, kwa nini nirudie? Huyu nafikiri imekuwa ni chaguo zuri kabisa la mimi kufanya naye. Basi akatumia ile ngoma, kasikiliza akapenda sana chorus pia na beat. Akasema, yes mimi nitafanya. Bure, free of charge kabisa yani. Inaonekana wanaheshimiana sana mpolisa na Run Town. Yeah, kwa hiyo sijui uh, mapolisa alinitambulisha vipi, lakini jamaa aliitikia, then nikaanza kuwa na chat naye. Anani promise nitakutumia vocal kesho kesho kesho, hmm. mpaka ametuma vocal tayari eh bwana, yeah. Na ni, ni mdundo wa kihom hom kabisa kabisa kabisa bongo flavor yani <laughs> <laughs> kama Mwananyamala, nyamala hivi. Hapana ah, hapana, tumerudi kule kwenye makaribu kiumeni yale ma mkono mmoja eh. okay. Yes, video video uh, mimi naondoka kesho nitakaa Tanzania wiki moja na nusu, mm -hmm. Then nitarudi kuja kufanya uh, nimefanya version mbili unajua nimefanya original version, nimefanya na remix na kuja kushoot original version ambayo featuring Uhuru, then nitaenda Nigeria kufanya na Runtown. Yeah. Chege imekuwaje mpaka umeamua saivi kuweka mikono nguvu kubwa hivyo? yani mimi kazi yangu ni muziki, na kama kazi yangu ni muziki inabidi nitolee macho muziki. Ah, kama unafanya biashara ya duka ukitegemea liwe duka kila siku bila kufikiria kufanya hata mini supermarket, unakuwa si muuzaji duka mzuri. Kwa hiyo nafanya muziki Tanzania inanijua, east Africa nanijua, natamani kujulikana Afrika na dunia nzima okay. Yeah. Na, na, na, mheshimiwa Temba. Yeah. Na uh, kitu ambacho alinishauri Mapolisa wakati ananiambia anataka kunipa kolabo kubwa, hmm, alinishauri kuhusu video, ndo ilikuwa kitu cha kwanza aliniambia, kwamba kama unafanya na Davido au Runtown itabidi ubadilishe director wa video yako na nitakushauri ufanye na mtu fulani. Kanitajia watu wawili, nikamwambia nionyeshe video alizozifanya, kanionyesha video mbili, video ya tatu kanionyesha video ambayo ni Runtown Featuring Uhuru, video ambayo wakati kabla sijaji ya Dar es Salaam ilikuwa inatuchanganya sana, ngoma inaitwa The Banger. Yeah, nikasema kama ni huyu, salute Nipo tayari kabisa kufanya naye. Mm -hmm. Yeah. Na, na gharama zake unaweza ku afford vizuri yes? Nimeongea na uongozi wangu nimeongea na Sid Fella na nashukuru jana ame, ameacha nusu ya malipo. Mm -hmm. kwa hiyo, kesho kabla ya mimi kusafiri usiku nitaenda kuacha deposit pale, then after one week nitarudi kuja kufanya video. Nebana, yeah. So mwaka huu 2015 ni vitu gani vikubwa ambavyo unaamini Chege atarudi navyo kwenye headlines? Uh, kitu kikubwa kabisa ni kwamba anakuja Chege mpya mwenye kolabo tofauti kabisa na vile ambavyo watu wamezoea. Uh, mbali na kolabo nimefanya vizuri sana kwenye ngoma. Kwa hiyo sio kolabo tu ya kutegemea kumshirikisha mtu ndio akubebe. Voko ya Chege imenyosha kidole katika ngoma ya. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Kuna kuna vitu gani ambavyo unahisi una Bongo Flava inahitaji kufanya sasa hivi ili kuvuka boda vizuri pamoja na Diamond Platnumz na Vanessa Mdee ambao wameanza kuwakilisha vizuri? Hakuna kitu kikubwa hakuna kitu chochote ambacho tunatakiwa kukifanya. Mi nafikiri tunatakiwa tuwaige Wanigeria. Wanigeria wale wanashikana mikono hivi, wanaondoka wote, yani wote wanakuwa mastaa wakubwa kwenye matukio makubwa kama ya tunzo. Unaona, wanigeria wanakuja kumi na nane, ishirini. Tanzania anakuja mtu mmoja, ile inaumiza sana. Unajua, ile inafanya wasanii wengine wanaonekana labda sio wakali, lakini ni wakali. Sisi tukipendana tukishikana, mimi nilikuwa natamani kuona siku ile ndani pale at least yupo Diamond na Alikiba pia yupo kwa sababu ndiwa, wana, yani, watu wanaongelea ushindani wao, kwa nini wasiwepo pale kuonyesha kwamba yes, hawa ndo mabigi Tanzania basi. Kama unavyoona Davido, Wizkid watu wa ndani, P Square, kila mtu yupo yani from Nigeria. Wa South Africa wapo kibao ndani. Tanzania wanakuwa watu wawili mmoja, kitu ambacho sio kwamba kiwezekani, tukishikana wote inawezekana. Mfano Diamond kanipa connection mimi, ntatoa ngoma itakuwa kubwa, ntakuja mimi, tutakuwa wawili, mtu mwingine akishikwa mkono na mtu mwingine, tunafanya vitu vikubwa sana. Kwa sababu kwanza Nigeria wameshajua Tanzania kuna talent. Wanajua sasa hivi na wanaheshimu, ni tofauti na zamani. Sasa hivi unaweza ukachati na mtu yoyote, tuna akakuelewa easy, yani yeah. Mwananyamala vipi? Video Mwananyamala inafanya vizuri lakini uh, haijawa kubwa hivyo, haijafika huku ambako tunakotaka ifike. Uh, nafikiri ni kutokana na mipango tu, hatujaikalia serious, kwa sababu mimi nilikuwa na, natoa ngoma lakini nakuwa na plani zingine, nakuwa natoa ngoma ili plani zingine ziendelee. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinaweza kuwa vinakwama, unajua, yeah. okay, release date ya hizi ngoma ambazo umefanya South Africa? release, sijui kwa sababu nategemea nikifika Tanzania nipewe mipango na uongozi wangu. Okay. ya, lakini unajua vitu unapofanya una, una kitu chenyewe ndo kinajieleza kina, kinajieleza kwamba kinatakiwa kitoke lini. Utasikiliza ngoma ya Chege ambayo nimefanya sasa hivi unaona kabisa hii ina deserve kutoka hii. Inatakiwa itoke ndani ya time. Kwa hiyo uongozi uta, utasikiliza wataamua lini itoke. Okay. Kwa haraka haraka tu kidogo, kwenye historia wako ya mziki huu, ni mwaka wako wangapi kwenye mziki? Ni mwaka wa kumi na tatu, mi nimeanza mziki kitambo sana. yeah, mwaka wa kumi na tatu katika kujulikana, yani nimeanza kujulikana mwaka wangu wa tatu toka nimeanza, au wa pili hivi. yeah, toka hapo nimeanza kujulikana Chege, Chege ndani ya kundi, ndani ya kundi hadi nikawa Chege kama Chege. yeah, kila mtu anajua Chege ni nani, kitambo sana. yeah, lakini inaonekana una, unaweza usijue ni lini kutokana na sasa hivi hatuangalii tena unajulikana Tanzania au east Africa. Sasa hivi imefikia sasa tunaangalia mtu anajulikana Afrika, ndo unaonekana unajulikana yeah. okay. Uh, ntakurudisha nyuma kidogo, nahitaji ushea na sisi, kwa sababu kuna watu wengi ambao wewe unawainspaya huko mtaani, wanataka kufanya mziki kama wewe, wanataka kuwa na majina au jina kubwa kama wewe, lakini hawajajua umepitia sehemu gani, kuna, kuna magumu gani ambayo uliyapata kwenye mziki yani uwezi kusahau, unaweza ukashea na sisi kidogo? Uh, mi nafikiri magumu ni mengi, lakini kuna mengine uwezi kuongea kwamba nimepata ugumu huu. Nilikuwa sina hela ya studio, nilikuwa sina hela ya kufanya video kali, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kutokea kwenye mziki. Kama una moyo mdogo, unaweza uka give up. Kuna kipindi sisi tulifanya tamasha kubwa sana linaitwa mkali nani, tamasha lile lilikuwa majibu yake ni lazima mmoja apotee kabisa kwenye gemu ile. Kitu ilikuwa yani, haikuwahi kutoka kwenye ubongo wangu yani yaani lile ndo naweza kusema ndo kikwazo ambacho si tukuja kusahau katika game, kwa sababu sisi tulikuwa tunashindana na mtu ambaye ni star Tanzania nzima, mtu mwenye nyota kali kuliko mtu yoyote. Kwa hiyo unapambana na mtu ambaye unaona kabisa, mimi nakuja kupotea, lakini siwezi kukata tamaa. Kwa hiyo tulijitahidi tu kukaza moyo na kuweka sawa vipaji vyetu, kuwa na ubunifu mkubwa, kuwa na busara za kutokuendeleza yale mapambano kimaneno na katika kuimbana, labda imetusaidia tumevuka kile kikwazo, lakini ule ndo ugumu ambao nimewahi kukutana nao ambao sijawahi kuona kwamba nimekutana na ugumu mkubwa zaidi ya ule. Okay. Yeah. Subscribe kwenye YouTube ili uwe karibu na kila stori za IOTV zinazotoka. Usisahau pia kukaa karibu na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram, facebookcom, twittercom pamoja na instagramcom Millard Ayo. Usisahau pia kutembelea MillardAyocom kwa stori mbalimbali, picha na mengine yote ya Tanzania na nje ya Tanzania zote unazozitaka, ziko tza millardayocom na IOTV. IOTV pia inapatikana kupitia tanzaniaboxcom, tanzaniaboxcom. Hapo utakutana na video zote za kila siku kutokea IOTV.